Msingi wa taifa letu umetikiswa. Kutikiswa kwa msingi huu kukileta usaliti baina ya ndugu wawili. Ni matamshi ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akirejelea hatua ya kinara wa ODM Raila Odinga kutia saini mkataba wa kufanya kazi pamoja na Rais William Ruto. the Pray for them. One of them. Kinara huyu wa chama cha Wiper akidokeza kuwa kutikiswa kwa msingi wa taifa kumesababisha utovu wa amani nchini, ukosefu wa ajira kwa vijana waliosoma na kukatwa kwa kodi ya juu.

Kalonzo akiwataka viongozi hawa wa kisiasa kusita kujigamba na mali ya Wakenya na badala yake kutubu na kujitolea kuwahudumia Wakenya. So that never again, never again we will look for leaders come before congregation and show the amount of wealth they have stolen from their people. Aida, Kalonzo pia akiongeza kuwa sasa ni wakati wa Wakenya kupigania haki zao. Kwani katiba imeruhusu watu kupigania haki zao ikiwa tunahujumiwa.

Kiongozi huyu alizungumza haya kwenye ibada ya Jumapili katika kanisa la Christian Foundation Fellowship Church. Merikalo, Undugu TV.